Mheshimiwa Rais eh, Dr. John Pombe Magufuli anasema kwamba msema kweli ndio mpenzi wa Mungu, na mimi naomba niulize maswali ya kiukweli. Ukweli tatizo la umeme eh, Rufiji, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni takribani mwaka mmoja sasa, eh, tunapata umeme kwa masaa manne tu kwa siku, na hali hii Mheshimiwa Mwenyekiti imesababisha vijana pale Ikwiriri kufunga viwanda vyao vidogo vya furniture, kwa kuwa umeme wakati mwingine unakuja usiku. Naomba kufahamu eh, kauli ya serikali walioitoa kwamba nchi hii hakuna hakuna mgao wa umeme. Je, Rufiji si sehemu ya Tanzania? Hiyo ni moja lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi hawa Rufiji hawana barabara hata robo kilomita, hawana maji, hawana hospitali hata x-ray mashine hawana, japokuwa wilaya hii ni ya zamani sana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti na, naomba kufahamu mchango wa Rufiji kwa pato la taifa ni asilimia 19, kutokana na hifadhi ya taifa e, pamoja na misitu. Naomba kufahamu, je, kwa nini serikali inawachonganisha wananchi wa jimbo la Rufiji na, na, na chama chao, Chama cha Mapinduzi? Kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mchengerwa kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, nampongeza sana Mheshimiwa Mchengerwa kwa maswali yake mazuri, lakini kwa jinsi anavyowakilisha wananchi wa Rufiji. Mheshimiwa Mchengerwa, ongea sana na wananchi wako na adhani watalipa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nijielekeze kwenye maswali mazuri ya msingi ya Mheshimiwa Mchengerwa. Kukatika katika kwa umeme kutokana na maeneo ya you know, umeme kutokana na, na Somanga Fungu, ambao ni mtambo unaosambaza umeme maeneo ya Rufiji pamoja na Kilwa ni kweli kabisa sasa hivi kama nilivyoeleza juzi mtambo wetu wa Somanga Fungu ulikuwa na matatizo. Tatizo la kwanza una vituo vitatu na mashine tatu za kuzalisha umeme, lakini mashine mbali zilikuwa na matatizo mawili. Tatizo la kwanza ni uchakavu wa mitambo ambalo tunalifanyia kazi, na serikali imetenga shilingi bilioni tatu kwa ajili ya ukarabati. Kwa hiyo Mheshimiwa Mchengerwa pamoja na wananchi wa Rufiji, mtambo utarekebika na ukati wa umeme kutaisha kabisa, lakini hata ule mtambo wa tatu ambao pia ulikuwa na hitilafu tunafunga sasa mtambo mwingine kwa ajili ya kuboresha matumizi ya umeme kwenye mji wa Rufiji ambao unagharimu shilingi bilioni mbili. Kwa hiyo Mheshimiwa Mchengerwa na wananchi wa huko watapata umeme, nikuhakikishie vijiji vyako vyote vyale vya lue vitapata umeme, kijiji chako kile Jangarambe kitapata umeme, kijiji cha Ngombani kijijini kitapata umeme na vijiji vingine vyote pamoja na Mkirimani A na B na mashariki vitapata umeme, Mheshimiwa Mchengerwa. Kwa hiyo wananchi watapata umeme wa uhakika. Mheshimiwa mwenyekiti kuhusiana na kwanza, nikiri kwamba Rufiji ni sehemu ya Tanzania kama vijiji vingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa niseme kwamba ili swali la pili, kwa nini serikali inawachonganisha wananchi wa Rufiji na maeneo mengine? Sidhani na sina uhakika Mheshimiwa Mchengerwa, na mimi nikiri kwamba serikali haiwachonganishi wananchi wa Rufiji na maeneo mengine, japo swali lako linahusiana na masuala ya barabara, masuala ya maji, masuala ya umeme, lakini kwa vile serikali ni moja ni kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya tano haiwachonganishi wananchi wa Rufiji na maeneo mengine. Mheshimiwa Mchengerwa, asante sana.